Jafari Mtepa ni afisa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya Ziwa. Leo hii tumekuja kutoa elimu kama ilivyokuwa utaratibu wetu kwenye hii shule ya sekondari ya Mkolani. Lengo la kuja kutoa elimu, kuwaelezea vijana kuhusiana na madhara ya dawa za kulevya, lakini pia na vijana wanaweza kujiepusha matumizi ya dawa za kulevya, lakini pia wanaweza kutoa taarifa kwa watu wanaojihusisha na biashara ya dawa za kulevya na watumiaji sababu gani? Hii shule ipo karibu na stendi, lakini pia hii shule imezungukwa na ni mapango, lakini pia na milima ipo kama kwa juu. Kwa hiyo wanafunzi wengi tumepata hapa kesi, tulikuwa tunaongea na mkuu ni kwamba baadhi ya vijana walikuwa wakitoka wanajiingiza kwenye hayo mapango, kuna watu, kuna video mbalimbali vya watu wana wanauza dawa za kulevya. Kwa hiyo inakuwa wana kama wanafunzi na wao wanaenda kupata dawa za kulevya hususan bangi. Kwa hiyo imekuwa ni, ni muhimu kwa kwa kupatia hii elimu, kwa sababu kwanza itaondoa hilo tatizo, lakini pia watakuwa wamepata ufahamu, lakini pia wata, watajua namna gani wanaweza wakijiepusha na namna ya kuweza kuwazuia hao watu ambao wamezunguka pembezoni mwa shule wanauza dawa za kulevya. Kwa majina naitwa Henry Sare makamu mkuu wa shule shule ya sekondari Mkolani. Tumepokea ugeni kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya. Tunawashukuru sana kwa elimu waliotoa kwa wanafunzi wetu, sababu hapo awali wa tulikuwa tuna changamoto ya wanafunzi ambao wana uraibu wa dawa za kulevya, lakini sasa wamekuja kutoa elimu na nadhani wanafunzi wamepokea vizuri elimu hiyo ili changamoto hiyo itapungua kwa kiasi husika. Na hawa wanaotumia dawa za kulevya kwa kufuata sheria za shule, wengine wanasimamishwa shule na pengine wanapewa adhabu za hapa na pale, ukiwa tunashirikiana na wazazi wao. Kwa majina, naitwa Melsiana Andrea Kuzenza, nasoma kidato cha nne Mkolani Sekondari. Hewa madawa ya kulevya ni kemikali ambazo zinaweza zikasababisha mfumo wa fahamu usifanye kazi. Kwa sababu mtu akiwa anauza madawa ya kulevya kwa mfano, katika jamii zetu anaweza akasababisha vijana ambao ni taifa la kesho wakaangamia, kukosa nguvu kazi ya, ya kujiendeleza taifa. Tunashukuru mamlaka na na ya kudhibiti na kupambana na madawa za kulevya wakuletea elimu. Sisi, kita, kita kazi, kwele, micha, na sisi tutaifanyia kazi katika kuelimisha watu na jamii.